My friend you, looking, you are so tired. So, so, so tired. Nilipofika miaka ishirini nisinge fanya nisingefanya makosa moja: kuwaamini watu wasio sahihi duniani. Mwenyezi Mungu alitengeneza viumbe bi vya kila aina Akatengeneza binadamu na kila sehemu, tumeombiwa binadamu wa kutufanikisha, na wakati mwingine au binadamu wanashea vitu vizuri, na wakati mwingine au binadamu wanashea negative. Kwa hiyo inatupasa sisi tuchague yupi ni sahihi wa kuambatana naye na yupi si sahihi wa kuambatana naye. Wapo watu wengine ambao wanatujenga, wapo watu wengine ambao wanatubomoa, wapo watu wengine ambao wanatutia moyo wapo watu wengine ambao wata, wanatuinkale lakini wapo wanaotuvunja mioyo. Ukiona binadamu wa aina yoyote ile, ndugu jamaa na marafiki, anakusapoti iwe kwa mawazo, kwa fedha, kwa matirio, kiafya aidia, huyo ni mtu mzuri wa kuambatana naye. Wapo wengine waliotukataa kwamba mimi siwezi kufanya kazi na wewe, wengine wakaenda mbali zaidi wakasema hatuna ushawishi kiasi kwamba hatuwezi kuwashawishi kifedha, hatuwezi kuwashawishi kisula, hatuwezi kuwashawishi kimwonekano, hatuwezi kuwashawishi kwa chochote, lakini lengo lao ilikuwa ni kutuvunja sisi mioyo ili tusiweze kufika mbali. Na huyo sio mtu sahihi kwako, unaweza ukaepukana mara moja kwa kuchukua hatua za kuanza kubadilisha marafiki au kuanza kubadilisha watu wa kuambatana nao katika mafanikio yako. Lakini namba mbili ni kuuliza utajiri kwa maskini. Kuna siku moja ambayo nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha Richest Man in the Babylon. Kinasema Alkaida akasema kwamba huwezi ukauliza habari za tofali kwa mtu ambaye ni anafanya mambo ya unajimu. Mimi ni miongoni mwa watu waliokosea sana, kumuuliza kipofu habari za mbalamwezi, ajui chochote, hajawahi kuona hata mwanga wa mbalamwezi. Na kushauri leo hii, hata wewe unahitaji kujifunza habari za utajiri, nenda kamuuliza utajiri. Afya na lishe kamuulize daktari, elimu kamuulize mwalimu, la sivyo utapotea. If we touch your heart, please follow us.